Kitabu kile cha Ezekieli, kitabu kile cha Ezekiel, mlango wa 22 mstari wa 30 hadi 31. Jitambue, simama kwa nafasi yako kama mlinzi. Jitambue na usimame kwa nafasi yako kama mlinzi. Tunaposema mlinzi, tunaongea habari ya mtu ambaye ni mwombaji, tunaongea juu ya mtu ambaye atasimama kubeba kusudi la Mungu, iwe ndani ya kanisa, iwe nje ya kanisa, iwe ndani ya familia, na sio kitu rahisi kama unavyofikiri, lazima kuwepo na vita kwa sababu ukishakuwa mlinzi, elewa chochote kikija kitakutana na wewe. Na leo nataka, kwenye ibada ya leo, Mungu akusimamishe ukawe mlinzi. Sema basi amina kama unabarikiwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ukisoma kitabu kile cha Ezekieli, anasema kisha nikatafuta mtu atakayesimama miongoni mwao ili atengeneze boma nisije nikaharibu. Mungu anatafuta mtu mmoja atakayesimama kwa niaba ya wengi. Akikosa watakaosimama anaweza akaachilia mashambulizi ipite kwa adui kuja kufuruga familia. Anaweza akaachilia mashambulizi kutoka kwa adui kufuruga kanisa, lakini wakipatikana waombaji ambao watasimama kwa nafasi zao, wana uhakika hata shetani ajipange vipi, hata shetani atumie njia gani, wakipatikana watu watakaosimama mahali palipobomoka, wana uhakika hakuna atakaye kuangusha. Nataka leo niombe kwenye ibada ya leo, wako watu kadhaa Mungu atawainua, watasimama kama mashujaa kumwakilisha Mungu kwenye kanisa, ndani ya familia, ndani ya taifa. Hebu sema, lazima nitasimamishwa na Mungu. Uko tayari Mungu akusimamishe? Uko tayari Mungu akusimamishe? Mlinzi anapofanya maombi lazima aishi pia kwa wakati na kuondoka kwa wakati wakati uliokusudiwa, lakini huku kuna kazi alio, huku kazi aliyofanya inanena. Kwa hiyo unapokuwa duniani hauko duniani kwa bahati mbaya. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako ukifanye, na ukimaliza hiyo kazi ndio uondoke kwenda kwa Baba. Kwa hiyo nataka nikutangazia kwenye ibada ya leo, wanaopigana na wewe, wanaofanya mashambulizi juu yako, wanaokutafuta kwa namna yote ili ufe kabla ya wakati wako, na watangazia umefunga mkataba na mbingu kuna kazi imekutuma uje duniani. Hautakufa mpaka umemaliza hiyo kazi. Mguse mwenzako, mwambie, haijalishi watasimamaje, nimesai mkataba mbinguni, nikaja wapi duniani. Watu wanatabiri Tanzania imeharibika, nchi ni mbaya, tumechoka, tumefika mwisho. Nataka nikwambie, siko miongoni mwa waliochoka na sijachoka, na sioni vita. Ninaona shujaa wa vita akipigana vita vyangu. Oh, riboshanta ramo mwanangu, usione umefika mwisho. Hata kama kuna mazingira umepita yanakukatisha tamaa, unaona kwamba nimefika mwisho, maadamu hujafa, kuna kitu unabeba. Ndio maana unalindwa, ndio maana jeshi linakulinda. Nami nataka nikutabirie, hautakufa mpaka umemaliza mkataba. Robo shaka, ninatamka hautaondoka kwenye hiyo ndoa, hautaondoka kwenye hiyo familia, hautaondoka kwenye hiyo madhabahu, hautaondoka kwenye hiyo kampuni hautaondoka kwenye hiyo kazi mpaka umemaliza mkataba. Naongea na watu wanaobeba mkataba, hautakufa. Kama Mungu amekuita usimame kwa nafasi ya kuombea madhabahu, bado madhabahu ijafika inakotakiwa kufika, haufi. Kama Mungu amekuita ubebe familia yako, hautakufa mpaka umekula keki za watoto wako. Hautakufa mpaka umeona mke wako mnaishi pamoja na mme wako. Hautakufa, hautakufa. Ninakataa kifo kwenye hii madhabahu. Tumoja asema nakataa kifo kwa jina la Yesu. Hautakufa mpaka Mungu amefanya alichokuahidi. Sema sitakufa. Use basi mwenzako mwambie wewe hebu niangalie vizuri. Angalia kwenye macho ya mwenzako mwambie niangalie vizuri. Leo unaniona hivi nilivyo, lakini asubuhi utaniona hivi nilivyo. Kesho utaniona hivi nilivyo. Nabeba kitu cha kimbingu. Mwambie mimi ni jasusi wa kimbingu. Mimi si wa kushindwa, ni wa kushinda. Hautakufa mpaka umeona hilo duka kubwa ambalo bwana amekuahidi. Hautakufa mpaka umeona hilo gari bwana amekuahidi. Hautakufa mpaka umedeke nyumba yako siku moja. Hautakufa mpaka umenua shamba lako. Hautakufa mpaka umeona ploti zako. Hautakufa mpaka waliokucheka watajua unatembea na chemetari wa vita. Napiga roho ya hofu. Hautakufa. Yuko mtu mmoja anakwenda kusimamishwa Watu waseme nye nye, nye. Wesema nye nye. Waambie we, nasonga mbele maana bado napumua nasonga kuse. Mwenzako mwambia isie, niko kwenye zamu. Mwambie niko kwenye zamue onga we, niko kwenye zamu. Mwambie wewe, si cheki, sina utani wewe Sumpe Yesu makofi! Sumpe Yesu makofi! Sumpe Yesu makofi! Mpaka angalia, Simeoni alisimama kwa zamu na kuishikilia majira ya kuzaliwa kwa Yesu, na yale maombi ka, ikambeba Yesu alipozaliwa, mpaka alipozaliwa Ana, mpaka anaanza kazi ya utumishi aliyoitiwa. Kitabu kile cha Warumi 12 mstari wa kwanza anasema, msifatisha namna ya dunia hii. Dunia inasema tutakufa, na unasema mwana mtu aliyokuwa anasema naye tunakufa kweli? Unasikia taarifa Tanzania, hali ni mbaya, jiandaeni, mambo ni mabaya, na mtu aliookoka anaingiziwa hofu kwamba ni kweli, hali ni mbaya, tutakufa. Biblia nasema msifuatisha namna ya dunia hii. Dunia inasema kwamba ni masikini, tunakiri sisi ni tajiri. Dunia inasema ni wagonjwa, tunakiri sisi ni matajiri, tuna afya, tutashinda. Why? tulie naye anashikilia afya zetu, tulie naye ni tajiri kuliko matajiri wote, tulie naye ni shujaa wa vita kwa kanisa kusikia kanisa limedropu dunia inalia hali mbaya, na kanisa inalia hali mbaya. Mwambia mwenzako, hatuoni hali mbaya, haijalishi mambo yamewaka moto. Nataka nikwambie cha moto utakiona, lakini ufi nimetuma nikuambia kuna kitu unabeba, kuna kitu unabeba. Mwangalie mwenzako, mwambia lo, kuna kitu unabeba.

Jirani mtu, inuka, kuna kitu na beba. Mpendwa kanisani, ongea unavyoweza kuongea, kuna kitu na beba. Wanafiki wainuke, wasema watakachosema, kuna kitu na beba. Sijajiweka kwa bahati mbaya, yuka aliyeniweka kwenye. Hiyo biashara unayefanya ni ndogo sasa, lakini hujajiweka mwenyewe, yuka aliyekuweka. Naiona biashara kubwa, naona ndoa ya baraka, naona watoto wakisoma, naona mshahara ukiongezeka, naona hatu ukipiga Mkombozi wa familia anakuja hapa. Narudia, kuna mkombozi wa familia anakuja hapa. Kijijini kwenu watatambua kuna dada ameolewa mahali. Kijijini kwenu watatambua kuna kijana amezaliwa mahali. Mguso a mwenzako, mwambia lo, wataisoma namba Angalia kitabu cha Luka mbili ishirini na nne hadi ishirini na tano hadi ishirini na sita Roho Bwana alimwonya kuwa hata kufa mpaka ameona majibu ya maombi aliyokuwa anaombea. Alikuwa anaombea nini? Alikuwa anaombea majira ya Yesu kuzaliwa. Na kazi ya mlinzi ni kuona kazi aliyopewa imeonekana, ndio furaha yake. Ukiwa mlinzi unatarajia matokeo yatokee, asipotokea utaumia, uone watu uliokuwa na. Ngoja nikwambie, e, Simeoni alikuwa anaomba hekalu hekaluni, na hana wakikesha na kuomba kwa ajili ya ukombozi wa taifa la Israeli na roho Bwana akamwambia, hautakufa hichi unachokiombea mpaka umeona. Ukisoma habari hiyo, siku yesu ameenda hekaluni, amepelekwa kama ilivyo desturi ya Wayahudi au kama ilivyo desturi, mtoto siku mama anatoka anapelekwa madhabahuni, yo, yo, Simeoni alipopokea ule mtoto akasema, sasa Bwana waruhusu mtumishi wako aondoke kwa amani, maana kwa macho nimeona wokovu niliokuwa nasubiria. Bado ni mtoto mchanga, lakini alishikilia majira. Yuko mtu mmoja ana anaombea familia ya kwao, anasema: Mungu naomba kaka zangu wabadilike, Mungu naomba ndugu zangu waokoke, Mungu naomba mamangu apone, Mungu naomba utajiri kwetu, Mungu naomba abadilishe familia kwetu. Mungu amenituma nikwambie, yale maombi ya ulinzi unayofanya, hautakufa paka umeshuhudia kaka yako, paka umeshuhudia mdogo wako, paka umeshuhudia mama yako. Angalia mtu amekaa pe. Kuna watu nimetumwa na Bwana niwatangazie ya kwamba hautakufa, yale maombi ambayo ya umekuwa kiomba utamwona mdogo wake akiwapa mitaji, utaona kakaake akiwasaidia, utaona kakaake akiacha pombe. Maana kuna mlinzi mmoja amekaa kwenye lango la familia, ananena kwa ajili ya familia ya mama yake, na Mungu ameniambia hautakufa, utaona matokeo ya maombi yako. Sitakufa paka naona matokeo usmwenzako wamefanya maombi ya ulizi kwenye familia uliopo, yaani hautakufa. Mama, hawa watoto uliotesekea, siku moja watakuja na makanga, siku moja watakuletea chakula, watakwambia mama, kula, ni wakati wako wa kupumzika. Angalia mtu amekaa pe. Huyo mwanaume uliyetesekea ukamkatia tamaa na hujakata tamaa kwenye maombi, bado Bwana yuko njiani kujibu. Atamtengeneza, atamleta huo mwanaume akiwa goldi, atamleta akiwa amebadilika fahamu, atamleta akiwa kijana wa baraka. Mtaishi, mtalea ndoa, hautakufa bado kuona yale maombi. Kuna watu mmefika mahali mmekata tamaa, sijui niondoke, sijui ah, ah. Mungu anasema ile maombi yatajibiwa. Narudia, wewe ni mlinzi wa familia, utaona matokeo mazuri kwenye familia. Mayrabosanta ramo, hautakufa mbako umeona mtoto wake ameweka nyumba ya blok pale. Hautakufa mbako umeona vitukuu vinakuja kukusalimia bibi babu wa saa kumi na mbili. Nina tabiri kinabia, hautakufa, hautakufa. Angalia mtu amekaa hautakufa, yeye yeye yeye. Hautakufa paka saidia kumkumbusa mwenzako, kumwambia alo, hichi alichosema Bwana kitatokea. Anatafuta mmoja atakayesimama Mwambie niko hapa, sema niko hapa. Hebu mtu mmoja apige kana, sema baba niko hapa. Uko hapo kweli? Uko hapo kweli? Ukafuruge hiyo anga, ukateka mabauza ya kuzimu. Uko hapo kweli? Piga kana, sema nakuja. Umekuja kwenye ibada na umekata tamaa, nataka nikuambie, anayetoka hapa anatoka mtu shujaa, anatoka mtu shujaa, anatoka mlinzi wa familia, anatoka tajiri wa familia, anatoka mtu atakayebeba ndugu zake. Ninatabiri kinabii, hautakufa. Alichosema Bwana lazima kitatokea.